Yeah. Mheshimiwa naomba uniruhusu niendelee kutoa taarifa fupi sana. Fupi sana maana kuna katizo la muda. Haya, tuendelee. Mheshimiwa Mwenyekiti, kanuni ya mia moja na mia moja na mbili zinahusu kuhamisha vifungu. Yeah. Hapa tumehamisha kutoka fungu moja kwa maana ya fungu la bajeti ya Wizara ya Miundombinu ambalo ni fungu ni fungu namba tisini na nane kwenda kwenye fungu la bajeti ya uchukuzi ambayo ni fungu namba sitini na mbili. Sasa kwa kuwa tarehe mbili tulishafanya maamuzi, kanuni za Bunge, kanuni ya hamsini na nne, kanuni ya sitini na kanuni ya sitini na nne zina, zinakataza sio tu kujadili na kupitisha suala ambayo ilishaamuliwa ukitaka kuliamua tofauti lazima kuletwe hoja tofauti ya kubadilisha uamuzi jambo ambalo kwenye hoja hii iliyowasilishwa mezani hivi sasa halijafanyika kwa mheshimiwa spika naomba kupewa taarifa ili utaratibu wa kikanuni uweze kuzingatiwa bunge letu liendeshwe kuendeshwa kwa mujibu wa kanuni mheshimiwa mwanasheria ja mkuu mwanasheria mkuu wa serikali mheshimiwa mwenyekiti mwanasheria <ihremhn>! mkuu wa serikali <such such> Mheshimiwa Mwenyekiti, mimi nilielewa kwamba jana waheshimiwa wabunge wote kutoka sehemu zote hizi walifanya specific reference kwenye fedha hizi na wakashauri kwamba serikali ione uwezekano wa kuzihamisha na kuzileta kwenye matumizi ya <todicati> Eh, Mheshimiwa Mheshimiwa nani, Mheshimiwa Mhonga. Asante, Mheshimiwa Mwenyekiti.